Na hii ni Mnyalu TV. Viumbe na mashetani yanayopatikana Tanzania. Kila nchi duniani ina viumbe na majitu ambayo huonekana kuwa ya kufikirika yanayopatikana katika maeneo husika. Tanzania pia kuna viumbe wa namna hiyo, na leo na kuletea listi ya viumbe na mashetani yanayopatikana katika nchi ya Tanzania. Popo Bawa. Popo bawa ni kiumbe au shetani mwenye asili ya Zanzibar na pwani ya tanzania Bara, hasa mikoa ya Dar es Salaam na Pwani. Wanasema popo bawa wanafanana na popo mtu, kiumbe mwenye umbo la binadamu lakini mwenye mabawa kama popo, jicho moja na sura ya kutisha. Popobawa alitajwa kwa mara ya kwanza mwaka 1965 na kuwa maarufu sana kuanzia mwaka wa 1995. Sifa yake kubwa, alikuwa anawanajisi watu kinyume cha maumbile na kuwalazimisha wajitangaze, na kama wasipofanya hivyo ataendelea kuwa najis mpaka pale watakapojitangaza wenyewe. Kwa Zanzibar Popobawa anasemekana huwaingilia watu watakaotaji jina lake zaidi ya mara tatu ndani ya siku moja. Kiumbe wa pili ni zimwi. Zimwi ni kiumbe mkubwa wa kutisha, mara nyingi husemekana kuwa na jicho moja na urefu wa futi tisa na zaidi, na mara nyingi husimuliwa kama kiumbe mwenye uwezo wa kujibadilisha sura na hupendelea kula watoto. Zimwi ana kawaida ya kukaa maporini au sehemu ambazo hazina watu wengi. Kitabia zimwi isio mkorofi mpaka pale atakapokorofishwa au kuingiliwa kwenye makazi yake. Chikomba. Chikomba ni mashetani hasa kutoka kabila la Wadigo. Chikomba husababisha magonjwa na kuvamia miili ya watu hasa wanawake. Kama unakumbuka shule, watoto wa kike walikuwa wanavamiwa na mapepo na wanaanza kupiga makelele huku wakifanya mambo ambayo siyo ya kawaida. Basi kulingana na Wadigo, mtu huyu anakuwa amevamiwa na chikomba, na namna ya kumtoa chikomba ni maombi, dua au kwenda kwa mganga wa kienyeji afanye dawa kumfukuza kiumbe huyo wa ajabu. Joka la mtoni. Mmoja kati ya viumbe utavikuta karibu kila kabila ni joka la mtoni. Joka hili huelezwa kuwa ni kubwa, urefu wa futi mpaka ishirini. Joka huyu hutoa sauti kama mbuzi, na mara nyingi mbwa akikutana na nyoka huyu huishiwa nguvu na kumfuata amezwe. Maelezo ya nyoka huyu hutofautiana muda mwingine kabila na kabila, lakini baadhi humweleza kuwa na kilemba kama jogoo, na huchukuliwa kama mlinzi wa vyanzo vya mito na huwa hadhuru watu, labda kama wanaharibu vyanzo vya mto. Karibu nchi zote za kusini mwa Afrika wana hadithi ya joka hili, kitu kilichopelekea mpaka wazungu kumfanyia upelelezi na kuandika makala kumuhusu. Nunda. Nunda ni mnyama anayefanana na chui au fisi, ingawaje nunda ni mkubwa na mwenye nguvu zaidi kumzidi hata simba. Hadithi ya mngwa ilikuwa maarufu pwani Dar es Salaam na Zanzibar. Mwaka 1965 Bwana A.B. Hola alikusanya na kuhariri hadithi ya Kiswahili. Moja ya hadithi ilikuwa Nunda Mla Watu. Kitabu hiki kilichokuwa na jina Nunda Mla Watu and other stories, kiliongeza umaarufu wa hadithi zilizokuwa zime zimezagaa kumuhusu nunda au mgwa, na watu walizidi kusimulia namna wavuvi wengi walishambuliwa na nunda na kuumizwa ama kuliwa kabisa. Kiumbe mwingine ni kibwengo. Kibwengo ni kiumbe chenye umbo na sura binadamu mbilikimo. Kibwengo anasemekana anapenda kuishi mapangoni au maporini kwenye miti mirefu. Kibwengo anaeleza kuwa ni mfupi na umbo ila ana nguvu sana na huwa anashambulia watu bila hata kuchokozwa. Kibwengo mara nyingi huiba mifugo ya binadamu hasa kuku na mbuzi. Vibwengo hawaui ila wanajeruhi, ukikutana okay nao uwe na tahadhari. Inasemekana mara nyingi hushambulia wanawake au watoto. Mtu mzima mwanaume anaweza kupigana na kibwengo na akamshinda. Chunusi. Wanyakyusa wanaamini chunusi ni kiumbe kinachoishi majini, hasa kwenye mito mikubwa kama mto Kuira, Mwakareli au Mwarisi. Watu wanaotoka Mbeya watakuwa wanayejua mito hii. Chunusi anafananishwa na samaki mkubwa mwenye umbo la nyoka, anayezamisha watu wanaocheza ndani ya maji ambayo kuna chunusi ndani yake. Kumpata mtu aliyezama, hasa aliyezamishwa na chunusi, wazee wa kimila hukatana shina la mgomba, hukata shina la mgomba na kutumbukiza sehemu alipozama mtu aliyezama. Mara nyingi hii hurudisha maiti aliyezama kwa ajili ya watu kwenda kufanya mazishi. Hadithi za chunusi zimepungua lakini taratibu za kuzamisha migomba zinaendelea mara nyingi kurudisha matokeo yanayokusudiwa. Kuna wanaosema chunusi ni electric eel, samaki anayetoa umeme. Hivyo mtu anayesogea karibu yake humfanya atoe umeme mkubwa. Nadharia hii bado haielezi Ishu ya mgomba. Kongamato. Kongamato ni mnyama mkubwa mwenye umbo la ndege lakini mabawa ya popo anayepatikana pembezoni mwa mito mpakani mwa Tanzania na Zambia. Kongamato anafahamika kwa kuvunja boti za wavuvi. Mara nyingi hushambulia binadamu wanaoingia kwenye maeneo yake. Kiumbe mwingine ni fisi mtu, ware hiena. Ware hiena. Stori za fisi mtu ni maarufu hadi leo. Kama unapenda kuangalia muvi, basi utakuwa ushaona muvi kama Underworld, ndani kuna watu wanabadilika kuwa mbo mwitu. Sasa kama ilivyo kwenye muvi, mikoa ya kanda ya ziwa na mikoa ya Kigoma na Rukwa, fisi watu ni kitu cha kawaida. Tofauti na muvi, hawa hawasubiri mwezi yani full moon, wao wanajibadilisha pale pale wanapotaka Fisi watu ni watu wenye uwezo wa kujibadilisha na kuwa fisi. Mara nyingi hufanya hivyo ili kuiba mifugo au kudhuru watu kwa sababu za kisasi au wivu. Mara nyingi kumuua fisi mtu hupelekea kifo cha mhusika. Fisi akifa hubadilika kurudi sura ya mtu. Stori za watu kushambuliwa na fisi watu ni kawaida kiasi kwamba hata mwaka uliopita 2024 kulikuwa na stori za watu kushambuliwa na fisi. Hadithi za nguva. Nguva au samaki mtu. Nguva hupatikana pwani mwa Tanzania na Zanzibar. Hadithi za nguva ni za kawaida duniani nzima. Karibu kila tamaduni ina imani kuna viumbe wa baharini wenye maumbo nusu mtu, nusu samaki. Utofauti huwa namba, sura na tabia zao zilivyo. Wapo wanaoamini wanakuwa na sura nzuri na husaidia wavuvi baharini wakati wa dhoruba, wakati wengine huamini nguva hawapunguza wavuvi kwa nyimbo nzuri, ili wawavutie na baadaye kuwazamisha wawe chakula chao. Pia wapo wanaoamini kuwa samaki watu ni kama watu wa kawaida, wapo wazuri na wabaya, wa kiume na kike pia. Mwaka 2022 video ilisambaa kutoka Kenya kimuonesha nguva akiwa amekufa ufukweni mwa bahari haijulikani kama ilikuwa ni video ya kutengeneza au la. Kwa Tanzania hadithi zote zinapatikana kueleza samaki mtu wazuri na wabaya. Serikali ya Tanzania ilishirikiana na watafiti walio conclude kuwa watu wanaosema wameona samaki mtu nguva wa, wanakuwa wameona kiumbe baharini anaitwa ng'ombe bahari Manatis, ambapo akiwa anaonyesha au kula husimamishi husimama kama mwanadamu. Hivyo ni baadhi ya viumbe ambavyo vinatajwa kupatikana katika nchi ya Tanzania, na viumbe vyenye hatari na viumbe vingine hudhuru pia, kwa baadhi ya maneno ya watu wanaozungumza. Una mtazamo gani? Niandike hapo kwenye simu comment. Sawa, kusubscribe na ku turn on notification kwa ajili ya habari nyingi zaidi kama hizi, na hii ni Mnyalu TV.